Sikuja kuangalia kwenye simu yake asubuhi kumbe kuna masuala ya mtafaruku kati ya wanaume na ya. Kwa kwa kweli, dio, dio. E, na yeye. Kazi kweli tukio linasikitisha. Ndio ndio. Sana, na, sana nimeumia kwa sababu ni binti ambaye mm. Mtazamaji, bado matukio na mikasa ya kusisimua inaendelea kutokea katika jamii yetu na hili ni tukio kutoka mkoani Morogoro. Wakati watu wakisubiri sikukuu ya Idd kwa hamu ikiwa zimesalia siku tisa au kumi, mrembo aliyejulikana kwa jina la Juliana Martin, mkazi wa mtaa wa Tushikamane, kata ya Lukobe, nje kidogo ya mji wa Morogoro, ambaye alikuwa akifanya kazi za ndani, amedaiwa kujikatishia safari yake ya maisha kwa kujinyonga hadi kufa. Mrembo huyo anadaiwa kujifanyia ukatili huo usiku wa kuamkia Jumapili iliyopita kwa kutundika kamba juu ya mti kisha kujinyonga huku chanzo cha kifo hicho kikidaiwa kuwa ni wivu wa mapenzi. Juliana, mwenyeji wa mkoa wa Dodoma, kijiji cha Magambua, kabla ya kupatwa na umauti huo, alikuwa akifanya kazi hizo za ndani kwa familia ya Ustazi Mustafa Alude. Siku ya tukio, mwanahabari wa gazeti la Risasi linalochapishwa na kampuni ya Global Publishers alieleza kuwa kuna mrembo kakutwa ananing'inia jirani na eneo alilokuwa anaishi, ambapo bila kuchelewa mwandishi alifika eneo hilo na kushuhudia umati mkubwa ukishuhudia mwili wa mrembo huyo ukining'inia juu ya mti. Hata hivyo, kwa watu waliokuwa wakishuhudia, hakuna mtu aliyeweza kubaini kwa haraka chanzo cha kifo chake. Mara baada ya kunasa picha kadhaa za tukio hilo, mwanahabari wetu alifanikiwa kuzungumza na mmoja wa majirani wa mrembo huyo ambaye alihusisha kifo hicho na wivu wa kimapenzi. Sikuja kuangalia kwenye simu yake asubuhi, kumbe kuna masuala ya mtafaruku kati ya wanaume na yeye. Kwa kazi, kwa kweli tukio linasikitisha. Ndio, ndio. Na inanihuzunisha sana, nimeumia sana kwa sababu ni binti ambaye nimeshinai vizuri. Hata hivyo katika hatua nyingine, mwandishi wetu aliweza kuzungumza na mabosi wa mrembo huyo Ustazi Alude na mkewe Rukia. Kwa pamoja walielezea tukio hilo mwanzo hadi mwisho. Mustafa Alute. Eh, eh, yeah, eh, eh, pole kwanza na matukio ya tukio. Asante, nashukuru sana. Unazungumziaje tukio hili? Ah, tukio hili limeniuma sana. Ndiyo. Na nisikitisha kwa sababu binti nampenda amemlea na, mjukuu wangu tangu ameacha miezi mitatu mpaka sasa mjukuu ana miaka minne. Ndiyo, anampenda sana alnasukurukaziya yeah. Nungu tu jirejeshe bila kamera, mm. yule nani? Eh, hakukuwa na mtafaruku wowote, tunapendana sana, pakuwa na matatizo yoyote eh. Eh, kwahiyo tulivyorudi kusali usiku, tukaanza maojiana na yeye kuhusiana na maisha basi, hmm. kuja kuangalia kwenye simu yake asubuhi, kumbe kuna maswala ya mtafaruku kati ya wanaume na yeye ah, mm -hmm. Sawa. mm -hmm. sawa Um, msichana wangu wa kazi kwa kweli, tukio vinasikitisha. Ndio ndio, inanihuzunisha e, sana, nimeumia sana, kwa sababu ni binti ambaye nimeishi naye mm, vizuri, kama ni mwaka wa nne, ndio ndio e, kwa hiyo katokea hapi, katokea katikati ya Singida na Dodoma, Magambua, kijiji cha Magambua ndiyo ndio. Jana labda chanzo nini, s hatujajua chanzo nini e. E, ila alirudi usiku kwenye saa nne ndio na dakika kadhaa hivi, ndio ndiyo baada ya kumuuliza umetoka mm. wapi, alikuwa na mfuko, akasema nimetoka kwa fundi ndio ndio kuchukua nguo zangu mm. alikuwa na simu mkononi, nikamwambia naomba hiyo simu ndio tukakuta meseji mm. za wapenzi wake wakiwa wanatukanana ndiyo. Na, na wana, wana, yani, maamuzi kwamba ya ku ya kuachana huyu mwanaume mm. analalamika kwamba niachana mm. mm, na mpenzi wangu kwa sababu yako na mpaka sasa hivi ndiko na wewe lakini bado unani, unani, unani, unani, unani, unanitenga mm. Akamwambia kwamba bwana, mimi, mimi wewe unaniisae kikaka kile mm. mimi nitakipeleka wapi kile kikaka mm. E, kwa hiyo akawa anatukanana lakini yeah. ni muda mfupi ambapo waliitana yeah, kwenye simu ile meseji yeah. yeah. mm. na yeye ndio akatoka akampa ule mzigo na na maelezo kama hayo, walikuwa wanachukua wanaelezana sawasawa. So, so, kwa hiyo taratibu za mazishi zikoje? Uh, wazazi wake hmm, wamesema kwamba uh, tupeleke maiti nyumbani hmm, ila kwa taarifa nyingine mama yake amesema anakuja na baba yake ananipiga, baba yake mdogo ananipigia simu hapa, sawa sawa. Habari zilizopatikana eneo la tukio zilidai kwamba Polisi kwa kushirikiana na mabosi wa marehemu walichukua namba za simu kwenye simu ya marehemu na kumpigia mwanamume huyo ambapo hakupokea licha ya kupigiwa zaidi ya mara tatu. Kaimu mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo, Octavian Joseph amethibitisha kutokea kwa tukio hilo kwenye mtaa wake. Tukia binti kujinyonga. Eh, ni, ni dada wa kazi za ndani no, no. Dadkazi a ndani, ndio ndio. Eh, sasa unazungumziaje tukio hilo? Tukio hilo kwa kweli limeleta fadhaiko katika mtaa wangu kwa sababu kwa sababu atokeaarake ya kwanza. Ndio ndio, pole. E, e, poleni sana mtazamaji, ili kuendelea kupata taarifa mbalimbali zinazotokea Tanzania na hata nje ya Tanzania, unaweza kutuma neno Global Kwenda namba moja tano tano tisa tisa hakuna usajili wowote ila ni kwa wale wote ambao mnatumia mtandao wa Vodacom pekee. Taarifa hii imesomwa nami Felista Masai na imeandaliwa na Dastan Shekidele. Asi kuja kuangalia kwenye simu yake asubuhi, kule kuna maswala ya mtafaruku kati ya wanaume na yeye. Kwa kazi, kwa kweli tukio linasikitisha. Ndio ndio. Inanihuzunisha sana, nimeumia sana kwa sababu ni binti ambaye nimeishi naye vizuri.